Hujambo na karibu tena katika kipindi chetu cha siku ya leo, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na afya ya akili, lakini pia ni katika kipindi hiki unapata mbinu za kivitendo za kusaidia afya yako ya akili. Ya siku ya leo tutakuwa tukiangazia uhusiano wa karibu uliopo kati ya milango mitano ya fahamu pamoja na afya ya akili. Hii ni Eden Valley Tanzania na jina langu ni Agnes Mzava. Leo tena nipo pamoja na Miss Miselo pamoja na Miss Upendo. Karibuni sana, nimefurahi kuwa na ninyi tena na mmeendelea kuwa mbaraka. Kabla hatujaenda kuangalia kile ambacho tutakuwa tukijifunza siku ya leo um, tuombe. Baba na rafiki yetu Yesu, tunakushukuru sana kwa upendo wako na nafasi nyingine uliotupa tena kujifunza na kupona, tuongoze kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Um, Tunaangazia uhusiano uliopo kati ya milango mitano ya fahamu pamoja na afya ya akili, tukianza Damiselo. Milango mitano ya fahamu, unajua kuna watu tumeacha kuanzia shule ya msingi, tuanzie hapo, milango mitano ya fahamu ni nini? Um, milango mitano ya fahamu ni njia ambazo ubongo unapokea taarifa kutoka nje ya mwili ya ili kufikisha kwenye ubongo ziweze kuchakatwa na ilo, hiyo milango mitano ya fahamu ni macho, masikio, uh, ulimi, ngozi na pua. Kuna uhusiano gani kati ya hii milango mitano ya fahamu na afya yangu ya akili? Um, kuna uhusiano mkubwa sana, ndiyo mm-hmm, kwa sababu uh, milango mitano ya fahamu ndio inapokea taarifa nje ya mwili kwa chochote ambacho, taarifa zozote ambazo milango hii itaingiza kupeleka katika ubongo, ndio ita- itaweza kutuwezesha ku, ku, kutu, kufahamu kama mtu huyu ataweza kuwa na afya nzuri ya akili ama afya yake akili itakuwa na changamoto. Kile kinacho ninachokiruhusu kuingia kwenye ubongo ndo kinachotengeneza afya ya akili au afya ya akili ina- inalingana ina na kile ambacho ninakipokea, yani uwezo wangu wa kukipokea. Hebu hiyo iweke vizuri. Okay, ni kama nilivyosema jana, kama unakumbuka, nilisema afya ya akili ni uwezo wa ubongo wa mbele kutawala ubongo wa chini. Ama limbic system. Kwa hiyo zile taarifa zinazopokelewa na ile milango mitano ya fahamu inaweza aidha ikaiwezesha ikawezesha ubongo wa mbele ama frontal lobe kutawala limbic system, ama ubongo wa chini, ama zile taarifa zikafanya limbic system ama ubongo wa chini kutawala frontal lobe. Tuangalia kwanza, mimi nataka kwanza nianze na mgogoro wangu kwenye ngozi ngozi inaweza ikafanyaje afya yangu ya akili kwenda vinginevyo? Aha, kwa hiyo ngozi, kupitia ngozi tunapata taarifa za mguso, umenielewa? Kwa hiyo mguso unaweza ka, ukaathirije afya uh, yako ya akili? Uh, mguso unaweza ukapeleka taarifa uh, katika, katika ubongo wako ambayo ikaleta ika, ika miitikio ambayo sio mizuri uh, mfano miguso fulani kati ya mwanaume na mwanamke. mm -hmm. Na, na unajua hii ndiyo sehemu ambayo watu wengi wamebeba hatia nyingi. mm -hmm. Na, na majuto mengi yalianzia kwenye mguso tu. mm -hmm. Ehe, kwao unashangaa hata, hata kati yetu wa Kristo, unaweza ukawa katika katika uh, mazingira ambayo mkaanza tu na miguso fulani ambayo hiyo miguso ikaenda ku, ku, ku, ku, ku, ku kuleta uh, mihemko fulani ile mihemko ikakufanya kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hiyo oh, <laughs> kwa hiyo ina maana kile ambacho ninaweza ngozi yangu inaweza ikawa imenipelekea shida ya afya ya akili ambayo niko nayo sahivi ya... Yes, sio ngozi pasei, lakini uh -huh. kile ulichoruhusu katika ngozi yako, kwa sababu una uwezo pia kukataa ule mguso ili usipelekee ile mihemko au zile hisia. Hmm. Um, nini tunachotakiwa kufanya ili kuhakikisha afya zetu za akili zinakuwa sawa kupitia kwa ku... namna gani tunaweza tukadili na hii milango mitano ya fahamu ili kutunza afya zetu za akili? Okay, kwa hiyo kuna muhimu wa kuwa makini na zile taarifa zinazotoka nje ya mili yetu kupitia milango mitano ya fahamu. Mfano, macho, unatazama nini? Kwa sababu kile unachotazama ndicho kitaathiri kita afya ya akili kwa sababu ukitazama kitu ambacho kitaenda kuamsha hisia katika limbic system. Kumbuka ubongo wa chini ama limbic system inashughulika zaidi na hisia. Kwa ukitazama kitu ambacho kitapelekea zaidi hisia kuwa juu, hisia ziki, ziki, zikiwa juu inamaanisha zita shut frontal lobe. Kwa hiyo utakuwa unaongozwa na hisia zaidi kwa sababu ya kile ulichokitazama lakini kuna vitu ukivitazama ndivyo vinaenda kuipa nguvu frontal lobe ama ubongo wa mbele ambao utakufanya kuwa na tafakari nzuri zaidi na maamuzi sahihi. misimisi leo, kitu gani tunatakiwa kufanya kufanya kuhusiana na milango yetu mitano ya fahamu, tuki, ili kutunza afya zetu za akili? Okay, kama ambavyo Biblia inasema katika mithali Uh, sura ya nne mstari wa ishirini na tatu kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko chemichemi za uzima zitokako. Kwa hiyo na biblia anaposema moyo inazungumzia zaidi akili na sana sana ubongo wa mbele ndio. Kwa hiyo tuna tuna jukumu la kulinda ubongo wetu wa mbele kwa, ku, kwa kuhakikisha tunadhibiti kile kinachoingia katika ubongo wetu kupitia Uh, ili milango mitano ya fahamu mfano, mm -hmm. Katika macho tuna jukumu la kulinda yale tunayoyatazama, ili kupima kwamba hiki ninachokitazama kitaipa uh, ubongo wangu wa mbele nguvu, ama itaenda kuzipa hisia zangu nguvu zaidi, ili zitawale ubongo wa mbele mm -hmm. Kwa mfano tunapotazama muvi na miziki kuna movie huwa zinatufanya kwanza, tunatazama tu, tu, tu, tu, tu vitu ambavyo havipo katika uhalisia, na tunapotazama vitu ambavyo havipo katika uhalisia tunataka kuviishi katika maisha yetu, na mwisho wa siku tunapata hata uh, tunapata um, wasiwasi wa maisha kwa sababu hatufikii kile tunachokitazama. Mara nyingi tunatumia movie na mziki kama sehemu ya kututolea stresi. Sasa ikiwa tena hivo, tena ndo ambavyo hiyo inakaaji Uh, mara nyingi tunafikiri kwamba kwa kutazama muziki na, na movie tunajiondolea stres, lakini kama tunata, tunatazama na kusikiliza vitu visivyo sahihi vinavyoamsha hisia, ndo tunajiongezea stres zaidi, kwa sababu muziki ambayo si sahihi, ambayo haina, haina mpangilio sahihi, huwa ina, inapelekea kuipa nguvu limbic system, kuamsha hisia zaidi na sio ku, ku, ku, kutupatia tafakari ambayo inatoka katika ubongo wa mbele. Mimi ambaye nimezoea kuangalia muvi nimezoea kuwasikiliza mziki nikiwa na stress. Kitu gani ambacho kinaweza kikawa sahihi ili kuweza kuipatia afya yangu ya akili ubora? Okay. Kuna uh, katika kutazama kuna kitu kizuri zaidi na na chema zaidi ni, ni Biblia, kusoma Biblia. Yeah, kuna, kuna kutazama asili, unajua asili hu inaponya akili kwa asilimia kubwa, mm -hmm. yeah. Kwa hiyo katika kutazama naweza nikataja hivyo, lakini hata katika uh, mlango wetu wafahamu wasikio wa, wa, wa au masikio, tunaweza tukahakikisha tunasikiliza miziki ambayo ina, itatuwezesha kuwa na tafakari nzuri, miziki ambayo ina, ina, ina mtiririko sahihi, kama tunavyofahamu kwamba mziki ambayo uh, inaanza na melodi harmony alafu na rhythm ikawa ndo chini zaidi. Hiyo ni muziki ambayo ndiyo inaweza ikaimarisha ika, ika ubongo wetu wa mbele. Dada Misali, wanaamini watu wengi bado hawajafahamu kwamba Biblia vitu kama asili ndio vitu ambavyo vinaweza vikatuponya na kufanya afya zetu za akili kuwa bora zaidi. Haya. Mpenzi mtazamaji, uhusiano uliopo kati ya milango mitano ya fahamu na afya ya akili ndio jambo ambalo tulikuwa tukiangazia siku ya leo. Na ni kwamba kile unachokiangalia au unachokisikiliza kinaweza kikaamua ustawi wa afya yako ya akili au vinginevyo. Ninaamini unayetufuatilia umeweza kupata swali au jambo fulani la kuongeza, usisite kutuandikia katika ukurasa wetu wa comment. Lakini 0748 680 717 ni namba ambayo itakusaidia kutufikia sisi moja kwa moja kupitia ujumbe au simu, na ukaweza kushiriki nasi ombi au swali ambalo utakuwa nalo. tukirudi kwako Misi Upendo, uh, Biblical Mental Health Coach. Biblia inatoa mwanga wowote kuhusiana na milango mitano ya fahamu na afya ya akili? Ndiyo, inatoa mwanga mkubwa sana kuhusiana na hili. Tukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya tatu mstari wa kumi na nane, inasema: lakini sisi sote kwa uso usiotoa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. mm-hmm. Katika hili fungu tunapata ka kanuni ambayo inaongoza maisha ya kila mwanadamu. Fungu hili linatufungulia mwangaza kutuonyesha ya kwamba kwa kubadilishwa kwa kutazama, mm -hmm. tuna badilishwa ya yale yote tutakayoruhusu kuyaingiza ndani ya akili zetu au macho, hapo ndio eh, mm -hmm. katika fahamu zetu mm -hmm. yanaweza kuhasiri afya yetu ya kiakili, na kwa kubadilishwa huku kunaweza kuwa kwa wema au kunaweza kuwa kwa ubaya. mm -hmm. Inaonyesha milango yetu mi ya fahamu tunapaswa kuwa nayo makini sana. Je, ni mambo gani ambayo tunayasikia au mambo gani, au ni, ni mambo gani tunayoyasikia au ni miguso gani ambayo kupitia ngozi tunahisi? Vyote hivi ubongo huvichukua na kuanza kuvichakata, na kama viliingia vikiwa ni hasi, bila shaka akili nayo itaathirika, lakini pia afya ya mwili nayo itahathirika. Unajua, dada Upendo, um, unapozungumzia hapo kwenye kutazama tunabadilishwa yani, um, tumezungumzia movie. Kuna kipindi <laughs> nilikuwa nime na, na penda sana kuangalia movie za Korea. I used to be ad, na hiyo addiction within mda mfupi nilikuwa nataka nivae kama Wakorea, nitembe kama Wakorea, ninywe kama Wakorea. Kwahiyo kuna ukweli mkubwa katika hilo kwamba kile unachokitazama ndicho kinachofanyaje kinach..., ndicho ambacho kinakujenga, unakuwa kile ambacho unakitazama. Hiyo imekuwa ina ina nguvu, na naamini watu wengi bado hawajaweza kuwa na ufahamu huo haswa, na Biblia inatuambia katika kanuni nyingine inaweza kuongoza fahamu zetu, ya kwamba tutavuna tulichokipanda. Dada yangu, kwa kutazama ile muvi ulipanda mbegu na ulipopanda mbegu ile kwenye akili, matokeo yalitoka nje. mm -hmm. Kwa hiyo oh, nimeangalia wanavo wanavyovaa hiyo ni mbegu, na mimi kutaka kuvaa na kuanza kuvaa tayari, hayo ni mavuno. Hizo zote ni, ni kanuni ambazo tunazipata kwenye Biblia ndio, na kanuni nyingine pia ambayo tunaweza tukaipata katika Biblia uh, vile tunavyofikiri ndivyo tulivyo. Ya, ni mfano halisi tu ndaweza kuchukulia kwa kwa dada age. Wewe kwa kutazama tu ile movie kile ambacho ulianza kukifikiria kwa yale ambayo ulikuwa ukiona yeah. mm -hmm. Kwa jinsi vile ulivyofikiri ndivyo ulivyo. mm -hmm. Ulivyo, matokeo yalikuja baadaye. Ukanunua sketi kama ile na wewe ukaanza kuvaa. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini sana na hii milango yetu mitano ya fahamu. Taarifa zozote tutakazo ruhusu ziingie zinaweza zikatupelekea kuweza kuwa na, tunaweza zinaweza zikatupelekea kuweza kuwa na uadilifu katika maisha au kuwa na mporomoko wa maadili, lakini pia kuweza kuathirika kiakili lakini pia kimwili. Mojawapo ya kitu ambacho kinawaathiri vijana wengi kwa sasa mm -hmm. ni namna jinsi wanavyotazama mambo mbalimbali mm -hmm. machafu yasiyofaa, wengine wanatazama picha za uchi mm -hmm. mambo kama hayo baadaye yanampelekea mtu kuweza kuwa na sonono ilio, sonona iliyopitiliza na unajua na kitu hiyo, kingine ndiyo. Naangalia miaka kumi iliyopita kabla hatujawa na ukali kama uliopo saizi wa mitandao ya kijamii na picha tunazoziangalia, hata namna ambavyo tulikuwa tunapishana vijana tumevaa mtaani, tofauti kabisa na sasa hivi ah, kwa sababu tunavyoviangalia ndivyo ambavyo tumekuwa na tunasema kwamba tumestaarabika. Watu wengi wanasema kwamba tumekuwa watu wa mambele ah. Tunawaangalia wakina Kisi Brown wako uchi, lakini yale yote yanaharibu afya zetu za akili na tumeona vijana wengi kwa sasa wanasumbuliwa na sonona. Mm -hmm. Lakini sonona hizi zikizidi unakuta ni kijana tu mdogo tayari unaambiwa na ugonjwa wa moyo, tayari unaambiwa na vidonda vya tumbo visivyopona. Mm -hmm. Wengine tu una, wanakuwa na pressure. Nashangaa kijana mdogo ametoa wapi pressure? Mm -hmm. Shida nini? Kumbe ni mambo aliyotazama, taarifa alizosikia zimechakata kwenye ubongo na jinsi zilivyopokelewa zilikuwa sio taarifa huenda njema dada Upendo, naomba utusaidie kuweka kitu kimoja sawa. Mimi nimemwangalia msanii fulani anaimba, au nimeangalia muvi yangu fulani, mimi presha naitoa wapi? Ah, sawa sawa, sasa <laughs> sayansi ya kweli ambayo ni ya Biblia inatufundisha ya kwamba kile tunachokitazama kinatubadilisha. Umetazama muvi yako, muvi hiyo huenda ina mauaji, huenda ni inakuwa na hisia za kimapenzi baada ya, kuta, ya kutazama ukachochea ubongo wako wa chini wa kihisia, na wewe ukasema kwamba ninatamani niweze kuwa kama hivi. Kwa hiyo kutaka kwako na ile shauku, ukaanza kujaribu kuleta katika uhalisia wa maisha kile ulichokitazama. Unapong'ang'ana na haukipati, unaishia kuwa na mawazo, unaanza kusumbuka na unaposumbuka kujiuliza kwingi, unakuwa unausumbua nini mwili. Kuna wakati unashindwa hata kula, kwa sababu kile unachokitaka hujakipata. Unajua <laughs> hiyo ninaona inatokea pia. Kwa mfano, umeangalia labda ni mziki au ni muvi, kuna watu wana hela, we huna mda huo. Kwa hiyo lazima automatikali ukitoka hapo unaanza kuta kutamani, kwa sababu kwa kuangalia unabadilishwa na mda huo, reality haikuruhusu wewe kubadilika. Kwa hiyo unakuta tunafosi tunafosi, mwisho wa siku, mtu unaishia kupata sonona, ni depression. Mungu anatupenda na kutujali kila mmoja wetu. Tutakapomruhusu Mungu aweze kutuongoza kwa kupitia maneno yake matakatifu, tunaweza kupata uponyaji halisi kimwili, kiakili na kiroho, kwa sababu kila kilicho chema kinatoka kwa Mungu. Mpenzi mtazamaji, hayo yalikuwa ni katika siku ya leo. Ninaamini unaendelea kupata mambo mengi yanayokupatia alama za mabadiliko na kukujenga katika maisha yako. Leo tulikuwa tukiangazia uhusiano uliopo kati ya afya ya akili pamoja na milango mitano ya fahamu. Nikuambie tu kwamba masaa manne unayotumia kuangalia movie au kusikiliza headphones yanaongeza ubora wa afya yako ya akili au yanaharibu? Tafakari. Uchukue hatua. Mimi naitwa Agnes Mzaba lakini nilikuwa pamoja na Misi Upendo pamoja na Misi Miselo. Ninashukuruni sana kwa kuwa na sisi kipindi cha leo. Ninaamini kuwa na ninyi tena. Tunapoenda kufunga basi tupate ombi. Dada Upendo tupatie ombi. Asante. Tuombe. Tunashukuru Mungu wetu kwa kuwa pamoja nasi lakini tunaomba Bwana tubariki sote lakini pia wale wanaopitia changamoto katika afya zao za kiakili. Bwana wapatie uponyaji. Tunaomba haya katika jina la Yesu, amen. Mpaka mm -hmm. Wakati mwingine, kwaheri.